Mwanzo sura ya 40. Ikawa baada ya mambo hayo, mnyweshaji wa mfalme wa Misri na mwokaji wake wakamkosa bwana wao mfalme wa Misri. Farao akawaghadhibikia maakida wake wawili, mkuu wa wanyweshaji na mkuu wa waokaji. Akawatia katika lindo nyumbani mwa mkuu wa askari, humo gerezani mahali alipofungwa Yusufu. Mkuu wa askari akamwekea Yusufu watu hao, naye akawahudumu, nao wakakaa siku kadhaa wa kadhaa katika kifungo. Wakaota ndoto wote wawili, kila mtu ndoto yake usiku mmoja, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake, mnyweshaji na mwokaji wa mfalme wa Misri waliofungwa gerezani. Yusuf akawajia asubuhi, akawaona wamefadhaika. Akawauliza hao maakida wa Farao waliokuwa pamoja naye katika kifungo, nyumbani mwa bwana wake, akisema mbona nyuso zenu zimekunjamana leo? Wakamwambia, tumeota ndoto, wala hapana awezaye kuifasiri. Yusuf akawaambia Kufasiri si kazi ya Mungu tafadhalini niambie Mnyeshaji mkuu akamhadithia Yusuf ndoto yake akamwambia katika ndoto yangu nimeota uko mzabibu mbele yangu na katika mzabibu mlikuwa na matawi matatu nao ulikuwa kana unamea unachanua maua vishada vyake vikatoa zabibu zilizoiva na kikombe cha Farao kilikuwa mkononi mwangu, nikazitoa zabibu, nikazikamua katika kikombe cha Farao, nikampa Farao kikombe mkononi mwake. Yusuf akamwambia, tafsiri yako ndiyo hii, matawi matatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu, Farao atakiinua kichwa chako atakurudisha katika kazi yako, nawe utampa Farao kikombe mkononi mwake kama desturi ya kwanza ulipokuwa mnyweshaji wake. Ila unikumbuke mimi utakapopata mema, ukanifanyie fadhili na kuomba ukanitaje kwa Farao na kunitoa katika nyumba hii, kwa sababu hakika niliibiwa kutoka nchi ya Waebrania, wala hapa sikutenda neno lolote hata wanitie gerezani. Mkuu wa waokaji alipoona ya kwamba hiyo tafsiri ni ya mema, akamwambia Yusuf, mimi kadhalika nilikuwa katika ndoto yangu, na tazama, ziko nyungo tatu za mikate nyeupe juu ya kichwa changu, na katika ungo wa juu mlikuwa na kila namna ya chakula kwa farao kazi za mwokaji, ndege wa kavila katika ungo juu ya kichwa changu. Yusuf akajibu akasema, tafsiri yake ndiyo hii, nyungo tatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu, Farao atakiinua na kukuondolea kichwa chako na kutundika juu ya mti na ndege watakula nyama yako. Ikawa siku ya tatu, siku ya kuzaliwa kwake Farao, akawafanyia karamu watumwa watu wa wa wa wake wote, akakiinua kichwa cha mkuu wa wanyweshaji na cha mkuu wa waokaji miongoni mwa watumwa wake, akamrudisha mkuu wa wanyweshaji katika kazi yake ya kunywesha, naye akampa Farao kikombe mikononi mwake, bali akamtundika mkuu wa waokaji, kama Yusufu alivyowafasiria. Lakini huyo mkuu wa wanyweshaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau.